E, tupo bado na mada inayosema. Sasa kwenye upande wa wadada inasema kwamba wadada wapo tayari kufanya kazi kulingana na level zao, yani upo tayari kutoa huo huduma eh, I mean, ubora wa huduma kulingana na level yako. Kwa hiyo usisahau muda ambao unatamani kwenda level nyingine, kumbuka utalipwa pesa nyingi. Je, utakuwa una deserve kupata hizo pesa? Yaani ndio swali uendelee kujiuliza hapo namtatujibu mtatujibu wewe unalipwa shilingi laki tatu. Hili swali naelekeza kwa huyu tutakayempa sasa hivi ni professional malezi. Ni pesa nyingi sana analipwa. Shilingi laki tano ni pesa nyingi. Je, kwa kazi anazozifanya ana deserve kupata shilingi laki tano? Maana yake tunaongelea nini sasa? Ubora wa hicho anachokifanya kwa level yake ya professional. Sawa? Wadada Center. Wadada Center. Okay, jamani itikieni, sio mna mshangaa, maana mlifikiri traditional mwenzenu muitike. Ndo maana nikawambia, ujuzi hauna vichwa viwili wala mikono minne. Akikaa pale huwezi kujua kama dada anapokea laki ngapi tano, ana ana utofauti gani na wewe. Mna tofauti ni kwamba mwenzenu amewatangulia kwenye ujuzi ambao dada Kristina amesema anataka kudeki zaidi. Alivyokuwa anafanyaje anadeki? Sasa msikilizeni pale dada anakunja laki yake tano na wewe upate upate kichaa. Sawa? Uhamasike, useme na mimi nataka nikalipwe kama wenzangu. Maana yake uanze kupea attention ya kumhudumia bosi wako vizuri, kupandisha viwango vyako, kusoma. Tunapowaambia someni jamani. Jana nilikuwa naondoka hapa naenda darasani, nikawaambia wadada wali, walioko hapa, walikuwa wanasoma. Nikawaambia na mimi naenda shule. Msinione hivi nawaambia someni someni. Mimi mwenyewe nasoma. Nafanyaje? Nasoma, mkiona naweza kuwaongoza hivi vizuri, na mimi niko shule tena. Sasa hivi nasoma masters, nakimaliza masters naenda PhD. Tunaelewana kwao? Siwaambii kitu ambacho mimi mwenyewe sifanyi. Aya, tumsikilize dada yetu professional pale wa malezi, na yeye atuambie, anatoa ubora wa levo yake. Levo ya professional ni levo ya dada ambaye ni mtaalamu, anapokuja pale ana uwezo hata wa kukushauri wewe mwajiri wake kitaalam, maana ndio eneo lake. Hawa maprofessional ni kama madaktari. Ukienda kwa daktari, wewe ndio unamsikiliza, unaumwa nini, anakushauri na dawa za kutumia. Utambishia? Utambishia? huwezi kumbishia. Kwa hiyo tunaposema professional ni mtaalamu kwenye hizi kazi, aidha malezi au mapishi au masuala ya housekeeping ya usafi. Karibu. Asante Wadada Center. Kwa majina anaitwa Jennifer Chialo, nimepangiwa kama professional dada wa malezi. Cha kwanza kabisa, unapoenda kwenye nyumba ya mtu unatakiwa ujue pale umeenda kufanya kazi na sio kitu kingine. Ah, naomba hapo hapo kwanza, yaani yes tu, hapo tu tayari huyo ni professional jamani. Ameenda kufanya amesemaje? Yaani, hamjamsikia <totutu> <totutu> <totutu> <totutu> midamba tuishie tu hapo yaani, ilitakiwa tufunge tuondoke. Yaani, hiyo kauli aliyoisema ndio maana ya professional. Unapoingia kwenye nyumba ya mtu, umeenda kufanya nini? Kazi. umeenda kufanya nini jamani? Kazi. lakini wadada traditional na saa nyingine kwenye smart kuna kujisahau, unataka ukifika kule na we blend na familia, wakitoka na we utoke, wakila hiki na we ule, wakivaa hiki na we uvae professional umemsikia mmesikia professional, eh, nataka nisisitize kwa sababu moja ya eneo tunalopata nalo changamoto ni hilo la kuingia kwenye kazi, alafu wewe unataka majukumu yako yaliyokupeleka pale yafanywe tena na bosi wako. Tunapata kesi, bosi anakwambia mimi nimeona nipike mwenyewe. Sasa we ulienda kufanya nini nyumbani kwake? alafu unaona sawa tu kwamba bosi kaingia kupika. Yani wewe ushangai, kwamba mimi bosi kanileta kama mtu wa majukumu ya nyumbani yanahusu kupika, usafi na malezi ya watoto, si ndio? Alafu namuona bosi wako anafanya yale majukumu, humuulizi. Lakini angekuwa ni professional, hawezi kukubali, atamwambia bosi, kuna shida gani? haya ni majukumu yangu, si ndio? Eh, naomba uendelee. Yani nimependa, yani hiyo kauli ya ya yani yani, ilikuwa inatosha tu wewe kukusatisfy kwamba wewe ni professional, kuingia kwenye nyumba za watu aze professional au mfanyakazi. Hata kama wewe ni traditional, unaenda pale kama mtu wa kuperform majukumu yao, kufanya kazi, na msione kama mnaenda kunyanyaswa. Ukiwa na mtazamo huo, hutakaa uwaze na nyanyaswa. Kila kitu utakifanya bila kuambiwa, na hata kikitokea kichochote chochote, yani wewe huwezi kuchukua peso, no. Si wamekula kitu fulani, wameitisha nini, zinaitwa zile KFC, jamani. Dada kwani umekuja tukulishe? Umekuja kutukufanyia ufanye kazi zetu haya. Tuendelee. Yaani yes. Kwa nini nimesema unatokea ujue umeenda kufanya kazi? Kwa sababu kama madam alivyokuwa anaongea kwamba, yaani ukienda pale, maybe bosi wako anakuelekeza fanya hiki, fanya kile, fanya kile, unasema huyu bosi. Yaani tayari hapo umesha nini? Umeshajaribia kwa sababu unataka u relax wakati wewe umepelekwa pale ukafanya nini? Ukafanye kazi. Cha kwanza kabisa jua nimeenda maybe no smart umeenda kufanya nini? Umeenda kufanya kazi. Na hapa tunaambia, tunavyoenda kufanya kazi sehemu ya mtu, tunaenda kwa ajili ya kazi ngapi? Tatu: mapishi, usafi, kama kuna watoto, malezi. So kama umeenda pale wewe, sasa ni professional. Hakuna mtu mwingine wa usafi, hakuna mtu mwingine wa upishi. Makofi kwake makofi hapo hapo. Maana kuna wengine mnapendaga sana, yani ukishaambiwa kazi ni hizi, basi umeng'ang'ania hapo hapo. Jamani, hiyo huko nyumbani unaona kabisa, uliopo ni wewe. Kuna eneo lako la professional, ndio utaalamu wa malezi ya mtoto, lakini huwezi kushindwa kupika. Nani atakupikia sasa? Huwezi kushindwa kufanya usafi. Umeangalia watoto labda, wako shule, fanya yale majukumu mengine chap chap. Watoto wakirudi, unakuwa sasa ni wewe na watoto tu, si ndio, jamani? Umepewa, pelekwa pale kama mtaalamu wa mapishi sawa, lakini ukishapika jiko lako pale umewakorofishia watu vitu. Angalia mazingira mengine huko, ndio tunako kuita kujiongeza, na hawa professional ndio yani mapro kabisa kwenye kujiongeza. Hongera sana. Yani hiyo ni pointi nyingine kubwa sana. Hii ni bonge ya semina. Jamani watu wanapewa hizi hela kumbe wanastahili, sio wanapendelewa. Mnasikia? Eh, hey, wana deserve. Sikia mambo anayoshusha hapo. Haya, twende. Ehe, koni kama hivyo unatakiwa kabisa ujue umeenda kufanya nini? Umeenda kufanya kazi huko mwenyewe, fanya kazi nini unatakiwa kufanya, sio lazima Everyday fanya. Hiki fanya kile fanya kile fanya fanya kile. Ndio maana mwisho wa siku tunakutana nini na hizi kauli tata za nini? Za mabosi. Lakini, kama unasikiliza, umeambiwa ufanye nini? Lakini, vitu vingine sio lazima mpaka uambiwe eti toa kijiko ki, kile pale chini no fanya mwenyewe, eti toa sufuria ile pale ni chafu. Hapana, fanya mwenyewe. Sasa nao pia utakuwa na matatizo kila siku uambiwe kwamba kijiko akikae hapa, kinakaa pale. Umeona ilo na nini? ni shida uchafu wadede ani, tunavonda kufanya kazi sehemu za watu, tuzingasie usafi. kuna dede ngine ni wachafu, ndio maana tunashinda kulana nini na mabosi zetu. Kama saa wewe dada, sio professional wa upishi, umemaliza jiko la gesi lina mafuta mara sio lina maunga, umeacha wewe. Ni professional kweli? Yani basi mwenye, hapana, huyo hawezi kuwa professional. Huyo huyo huyo ni traditional, huyo ni traditional. Lakini kama ataanza sasa naye kujifunza, amemaliza kupika, anafanya usafi kwenye eneo lake, kila kitu kinakaa vizuri, huyo ni dada ambaye ni traditional, lakini anakoelekea anaiaga Level ya traditional. Tunaelewana jamani eh? Kwa hiyo kwenye professional hakuna watu wao kabisa. Yaani huwezi kuwa unaitwa professional alafu unakuwa mchafu, eneo lako chafu, hujiongezi, majukumu unashikilia tu lile moja ulilopewa. Ah ah. Professional ni kwamba unapiga na macho maeneo mengine. Hata ambayo sio maeneo yako. Tena kuna bosi mmoja hapa alisemaje, alikuwa na wadada wawili wa mtoto na mmoja ni mtaalamu wa mapishi. Yule wa mtoto akapata dharura. Unaambiwa yule mpishi alitake over akafanya, na sifa alizosema akila, mpaka yule bosi akasema yaani, kumbe kuna mtaalamu zaidi ya mtoto alafu nilikuwa sijui. Kwa hiyo akawa anapata shida, nani amweke kwa mtoto. Yule alivorudi akawa anashindwa. Sasa huyu kumbe anajua kupika, lakini kwa watoto nayo ni noma, sio? Mnanielewa eh? Kwa hiyo usichukulie kwamba kuna wadada kama wako wawili, moja akiondoka, na yeye anabeba begi, mwoga wa kazi, mvivu Wakati hiyo ni fursa kwako, bosi anaweza kukuongeza pesa utakavyoweza kuonyesha uwezo wa kumudu yale majukumu. Jamani tuache uvivu. Tunatafuta hela lakini hatuko tayari kuchapa kazi. Tunaelewana eh? Eh, kwa hiyo dada nimekukatisha. Professional hakuna. Yaani haya mambo yako huku traditional, hata smart. Hata smart. Yaani kama ni smart unalalamikiwa eti mchafu, usafishi eneo la jiko lako. Ah, wewe tunakuondoa kwenye hiyo level. Haraka sana unaondoka kwenye mradi wetu au tunakushusha huko kwenye traditional. Maana hizo ndio shughuli za traditional. Tena traditional ambaye hataki kukua, traditional wale wa kizamani ambao hawakupata mafunzo kama nyinyi. Nyie mnapata watu wa kuwaongoza kama wadada, Dada Center, alafu bado unataka kubaki tu kindezi, ki, ki, ki, ki, ndezi hivyo. Yani ah wewe utakuwa a ni traditional usiyejelewa ambaye hatukutaki kabisa kwenye mradi wetu. Na wasichokijua pia hawa wadada, mpo field huko mnapofanya kazi na ndio maana tunafanya follow ups kupata nye feedback zenu kutoka kwa mabosi, unafanyaje kazi. Wapo wadada kama madamu wanavyosema, wapo wadada ambao walikuwa smart tukawarudisha traditional tena. By then ilikuwa ni traditional ya laki moja, mtu anatoka kulipwa laki tatu mpaka laki moja, wapo. Kwa hiyo kule ni field na kitakachotupa sisi kwamba wewe unafanya kazi kwa level gani pia zaidi ya sisi kukuveti hapa kukuasesi hapa; hapa ni huko kwa, kwa mwajiri wako ni huko kwa bosi wako. Kwa hiyo jua kila kitu unachokifanya sisi kama kituo tunazo taarifa zako, na hata kwenye mtaala wetu tulioandaa, huko field ndiko tunakokutaka sisi, huko ndiko nakwenda kufanyia kazi yale yaliyoandikwa kwenye maandishi. Kwa hiyo utapata mwongozo, utapata mtaala lakini ujue kama wewe unapata mtaala ulioko kwenye maandishi alafu utaki kuufanyia kazi, utamaliza mwaka bado utakuwa hujavuka kwenda kwenye level nyingine yeah, ndio anachokimaanisha mkurugenzi. Kwa hiyo tamrudishia dada dada Jenifa hapa, ataendelea kutuambia kwamba haswa yeye kwenye kwenye, kwenye, cha kwenye kwenye kitengo cha, cha malezi, atuambie kama professional malezi sasa, tuambie yale unayoyafanya na bosi wako mpaka leo anaridhika ana kuendelea kukulipa kama professional wa malezi cha kwanza kabisa, kabla sijaenda kwa bosi wangu wa sasa hivi, nataka tu niwatolee, yaani nilishaye kwenda kufanya kazi ni kama tunasemaga cover ehe. Nilishaye kwenda kufanya kazi kwa bosi mmoja cover, nilikaa almost wiki moja, nimeka hapa, nimeka naye vizuri. Unajua kuna tuna madhaifu, bosi alikuwa na madhaifu yake, nikayajua nikatulia, nikasema nimekuja fanya nini? Nimekuja kufanya kazi Nimekana ikimoja siku ambayo mimi natakiwa kuondoka, aliniambia hivi, mimi sitakuwa na uwezo wa kukulipa laki tano, lakini naomba ubaki nikulipe laki tatu. Unaona, nikasema I did nikasema, makofi jamani, makofi mpigeni, makofi ya ati... mwenzenu halafu alafu... nanyie mpate asira e, ya kupambana, umeelewa? Eh, na nitaka niseme siri ya kava kava, ni sehemu ambayo unakwenda kushikia kwa muda lakini pia tunakuwa tunataka kupata feedback za bosi anakuongeleaje kwa bosi. Akitaka kukungangania kwa kutoa ofa yoyote ya juu, tunajua kabisa huyu ile levo ambayo tulikuwa tuna mashaka nayo anastahili, sijui tunaelewana eh? Kwa hiyo wale ambao mnapelekwaga kava, kitu siri ambayo amwijui ni hiyo kwamba tunakupeleka kava, lakini tunataka tukupime, bosi wako atakuelewa atakukubali lakini na wewe ukichukulia umebweteka, ah, mimi hapa niko kama kava inakula kwako kwa. Ukirudi hapa unarudishwa traditional kama utaki geti lile pale, lakini bosi wako akianza kusema jamani, sasa mnaonaje, mnianiachia huyu, na wengi wanasaini mikataba, unless kama kuna mahali tulikuwa tusha plani kukupeleka. Kwa hiyo big up sana bosi akaona akuofe ku, angalau laki tatu akasema, nitakupa laki tatu Nikaambia hapana, ah, ngoja kwanza nirudi wapi, kituoni. Alivyoniambia vile mwenyewe nikasema apa, kumbe ninaweza uwezo kufanya, nikaenda juu zaidi. Kwa hivyo niambia baki, nikasema hapana, ngoja niende kituoni kwanza, wao ndo watajua wanipangie smart au kama nenda mbele basi. Kweli nikarudi zangu kituoni, kweli sikukaa sana, Jumatatu yake nikapelekwa, nika wapi, nikapelekwa kazini. Nimefika pale kama kawaida bosi anakuambia kuna hiki hiki hiki hiki na hiki. Sasa sikumwambia bosi naomba ratiba hapana. Nilijua tu mwenyewe kwamba ni mtoto mdogo ana miezi saba sasa hivi. Nilijua ni mtoto mdogo akaniambia anakula kila baada ya masaa manne unampa chakula. Vyakula vyake ni hiki hiki na hiki na hiki. Akanionyesha. Nikamwambia sawa. Ilipofika siku ya pili asubuhi nika kwanza nianza kazi siku ile ile. Tumefika kama mchana. Nikaanza cheza na mtoto, kumlisha chakula, muda kuoga akaoga, usiku akaniambia analaga saa moja. Saa moja imefika, bebelea mtoto wangu, mbembeleze. Si kama mnasikia, maana nyinyi mna kazi ya kusema hii mitoto hii. Mmeona alichoongea? Bembeleza mtoto wangu. Si mmesikia? Si mmeelewa? Eh, nyinyi mmekazania tu ili mtoto litundu. Yaani mitoto yake sio kaileaje? Mitoto utalipwa laki moja mpaka ukome elfu hamsini kwanza. Lakini professional anakuambia bembelezea mtoto wangu. Kwanza mtoto anakula mara nne, alafu hajaonyesha kama mwingine alisemaga, yani mtoto anakula kila saa jamani. Ndio ratiba aliyowekewa na wazazi wake. Nyinyi mnataka kwenda mkabadilishe maisha ya watu? Hapana. Yani sikiliza professional, yani natamani msikilize kwa details. Ndio maana nakatisha ili niwaonyeshe maeneo ambayo yanampa point. Alivyofika tu yani hajauliza cha ratiba, yakaingia moja kwa moja kazini siku hiyo hiyo akaambia mtoto anakula mara nne, hajauliza. Yaani maanake ratiba ndio hiyo inafuatwa, mtoto ana saa moja, anambembelezea mtoto wangu. Yaani nimesikia kama ni mtoto wangu, yaani huyo dada alivyoongea tu amegusa lile tumbo la uzazi la mama. Yaani unasema dada, si ndio huyu eh? Mmesikia jamani, wa dada haya? Wale ambao mtasikiliza na kufuatilia mtapandisha thamani zenu. Haya tuendelee. Tukaendelea siku ya pili, ratiba nikajua kama Lazima kila siku lazima nguo za mtoto zifurue asubuhi. Kwa hiyo nikiamka asubuhi nafua nguo zake. Bai saa moja au saa kumi na mbili anakuwa ameshaamka anamleta, unacheza naye, unampa maziwa saa moja anaoga. Akimaliza kuoga anaweza kalala au okay, ukaendelea kukaa naye, unacheza naye. Muda wa chakula ukifika unamwandalia chakula chake on time. Maana ukimcheleshea mtoto na kaida kulia, unajua akilia, huo ni muda wake nini wa kula umemcheleshea. Akimaliza Make sure mtoto ni anaenda anapumzika, analala. Ukifika tena muda wa kula anaamka, kuna muda wake mwenyewe tu anaamka, kama anajua sasa hivi nahitaji kula anaamka hivyo. Kwao una, unataka yani mtoto pia maintain me, usafi wa mtoto. Yani mtoto akiwa mchafu eh, wengi wasasa wengine hawapendi mtoto wake wa mchafu. Umemlisha saa amechafuka, umemwacha ah, nitamlisha tena baadaye, sasa nimbaisheweshe nguo ya yani, nini hapana. Umemlisha mtoto amechafuka traditional mpo traditional mpo, mnaona utofauti wa ma professional na nyie, si ndio? Eh eh, sasa wewe utashindwa kumbadilisha mtoto nguo? Utashindwa simnaweza. Ndio maana nikasema vitu wanavyofanya professional, we uwezi kushindwa kuvifanya. Ni kwamba tu wewe kwanza hujapata awareness na ule utayari wako, utayari, ile shauku, ile ari ya kusema na mimi nataka kuwa the best Then wake bosi wake akikuelekeza, bosi wako akikuelekeza majukumu, unayazingatia. Lakini wengine ndio hivyo, yani tayari kichwani, yani kuna ile kwamba kama unateswa. Lakini angalia watu professional. Yani wana passion. Anataka kufanya. Ndio maana hachoki wala haoni ni mzigo, anakuwa yani yani details zake zimekaa. Jamani labda nisisitize tu wazazi, mabosi waajiri. Solution zenu kubwa ziko kwenye professional. Yeah. Professional yani ndicho wengi mnachokitafuta. Semina iliyopita, of course, sikuepo lakini nimefuatilia mabosi wengi walisema wanataka kuwalipa wadada kwa ubora wa kazi zao. Sikilizeni, wadada professional, wanavyozungumza. Najua ndicho mnachokitaka. Kwa hiyo mnatakiwa tu, leo tunataka muelewe ubora mnaotaka upo wapi? Lakini ukichukua level nyingine, basi ujue huu ubora uliochukua kwenye hii level ni upi, ili ukiupata usikasirike. Haya kwa hiyo unaangalia, ni lazima ya mtoto unaifuatilia kuanzia asubuhi mpaka pale unapoenda nini, anapoenda kulala, usichoke. Yani kwanza unavalea mtoto, cha kwanza natakiwa o mvumilivu. Yani kuna sababu nakutana na watoto wengine ni nawasumbuu, sasa ni msumbufu, umeenda kulea Mwoneshe mzazi kwamba wewe unaweza kulea nini, unaweza kulea mtoto, kuwa mvumilivu, yani usichoke yani. Eh, analia sana yani, mimi nimeshachoka yani. No, unavyolea mtoto mdogo unatakiwa nini? Unatakiwa mvumilivu, lakini pia ni kwa sababu ameshakupa nini? Imani, anakuamini kwamba, na, kwa na ninauhakika nikimwachia mtoto atakula, ataoga kwa wakati, atasafishwa kwa wakati, yani kile kitu chake tafanya nini kwa wakati, sio mpaka vile dada, mbona mtoto hajaogea mpaka sasa hivi? Kwa nini hajali mpaka sasa hivi? No, hutaki. Kwa nini hutaki kuwa hivyo? kama mapelekwa kwenye professional malezi, muoneshe boss kwamba mimi naweza nikasimama. Wewe ambapo kama boss haupo, mimi ninaweza nikasimama kwa nini kama mama mlezo nani wa huyo mtoto wako.